Moja kwa moja nichukue wasaa huu kukushukuru mtazamaji wetu na wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, nikwambie tu kwa mwendelezo wa taarifa mbalimbali, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na wengine, ni jambo kubwa. Bara tunafahamu kipi ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii hivi sasa, baadhi ya wanachama wameonekana kushambuliana na maneno juu ya hili ambalo linaendelea ina wengine wakisema mkutaza Mangungu aweze kuachia ngazi, wengine wakisema kwamba aachwe mpaka atakapomaliza muda wake. Juu ya hilo, maswali mengi ambayo tunajiuliza, tumepata wasawa kumtafuta Mzee Kamwe kwa ajili ya kuweza kuyazungumzia, yeye ana maoni yapi juu ya hili ambalo linaendelea, kila mmoja hivi sasa akisema. Salama kabisa, leo mapema Watu wanataka no kusikia wale ambao wako mikoani, ah, nini ambacho kinaendelea kwenye viunga vya Msimbazi hivi sasa, wanasikia kelele tu ya kwamba mangungu ajiachie, wengine wanasema swala ambalo inawaweka katika sintofahamu. Ah, okay. so unajua, ah, mimi maswala watu wanasema mangungu ajiuzuru, mimi ni mojapo sisemi, mimi nasema jitatumini taumini <laughs> pamoja <Propie, laughs> na uzuru au ah, utafuta njia za kutatoa lakini

kama tunaamua kupinga labda uongozi au kama tunamua kutoka na kauli moja kuhusu uongozi, tusitoke ka mtandao kutoke a fanani watusasahivi wamekua wanatoa k mtandao ada y kutoka a nikitu mbacho akitasaidia. Lakini liwalo na liwe, Simba inahitaji kuboreshwa, japo tuliambiwa kwamba tunajenga timu. Inasema umefikia wakati umefikia wakati na kujenga uongozi

Unajua mtu kama Jesseo yule alimteua mtu mmoja anebowa nini, ni mtu wa mwisho, yaani final say, wa mwisho wa kuabua ia, lakini mwekezaji wetu ameshindwa kuteua mtu wa mwisho atateka. <laughs> kabuu Swali la msingi mzee wangu, kwa faida ya mtazamaji e, wangependa kusikia kutoka kwako katika engo ya usajili, kila ufikapo msimu usajili, wa usajili simba wao wanafeli wapi? Simba wanafeli kwa kwenye upande wa watathmini wa usajili, waleta wachezaji. Kwa mfano azizikia alikuwa ni wa kwetu hmm, lakini kilichofanya azizikia akaachwa ni kitendo ile mpaka leo. Pakome alikuwa ni wa kwetu ilichofanya mpaka Pacome akaachwa ni kitendawili mpaka leo. Lakini aliachwa zizikia, akaletwa jobe, ulieona kwa jobe mbadala wo, akaachwa Pacome, akaletwa ule toli, yule nani ule walikuwa na jobe yule ambaye mpaka sasa hivi yuko yu yu hapa nchini. Uh, sijina, simkumbuki yule mfuadi ni eh, fuadi, simkumbuki vizuri, lakini naweza nikamkumbuka wakati wa maongezi. Akachwa Pakom akaletol, majibu yake tuliyaona. Huyo mpanzi mwenyewe alivyokuja, ilikuwa ni tia maji, tia maji, tumkose. Ni nguvu tu binafsi zilitumika kwa sababu ya uongozi kuto kujua siri za wachezaji ziko wapi. Matokeo yake nini? Tunasajili wachezaji wa 10%, mwisho wa siku wa wa 10%. Wa wa... kama ile grupu limesajiliwa mwaka huu Tumepata wachezaji wangapi wenye faida? Hawazidi watatu, ndio hawa, hawa waliofikisha Simba fainali sijakataa, hmm. Lakini hawajaletea Simba, hatujapata ma... ma... mafanikio japo tulikuwa tunajenga timu hmm. Lakini wachezaji waliosajiliwa na maneno kwa tumepewa hmm. wametuonyesha kitu ambacho ni tofauti kidogo hmm. Kauli hii tunajenga timu isitumike kama kichaka cha kujifichia. Msimu huu timu tulikubali kwamba inajengwa isiambua tena, kwamba timu inajengwa, ilitakiwa tupate mafanikio. Je, timu inajengwa msimu mzima? Msimu wa kujenga timu ulisha, umeshapita sasa. Tunataka timu ambayo itakuwa, sio ya kujengwa, ni timu ya mafanikio. Simba inastahili kupitisha panga kubwa ndani ya kwa e, maana ya kwa, kwamba Simba inastahili kupitisha panga kubwa kwa wachezaji waliopo ambao tumewashuhudia msimu uliopita. Simba haina timu mbaya, Simba sio mbovu, uongozi wa Simba ndio mbovu. Simba inahitaji maboresho kidogo sana. Tunahitaji watu wabunifu wa kuwafanya washambuliaji waweze kupata mipira yenye uhakika. Lakini Simba Naru... Narudia tena ikauli, na nilisema tena Yanga haina timu bora, ile imekuwa na uongozi bora. Simba inaweza kawa ina timu imara au haina timu imara, lakini ka, ika, imekosa uongozi imara. Uongozi wa simba unatakiwa utoke na kauli ya msimamo ambayo itasaidia timu wasitoke na kauli ambazo hazisaidii timu. Jana mwenyekiti, rais wa heshima Mohamed Dewji ameita kamati, wajumbe wa bodi wote na kamati ya usajili kwa ujumla kujafahamu n kipi ambacho walikuwa wanakizungumza siku ya hapo jana, kwa sababu hawakuwa hawakuweka wazi. Hata mimi nasubiria majibu, siwezi kuongelea chochote maana sijajua. Wewe umesema hujasikia. Wewe mwandishi hujasikia. Yeah. Mimi mtu raia wa mtaani nitasikiaje? Mimi mwenyewe nilitegemea majibu kutoka kwako kwamba akasema nini nichangie? Kumbe hujasikia. Mm. Mimi nitajibu nini? Mba ndio tunalisubiri hilo fumbo labda inaweza kawa ni la heri au ni la shari. Simba kuna chochote ambacho e, wanastahili kujifunza kutoka kwa Yanga katika msimu ambao umemalizika? Hatuna cha kujifunza kwa Yanga. Umetoa mataji yote. Hatuna cha kujifunza kwa Yanga, Simba itabaki kama Simba Yanga itabaki kama Yanga. Simba ina itikadi yake, Yanga ina itikadi yake. Simba ina itikadi ya upole ambao Yanga hakuna. Yanga ina itikadi ya, ya, ya msimamo ambao Simba hakuna. Ukituambia tukajifunze kutokea Yanga, kuchukua misimamo yao kuileta Simba, nani ataweza? Ukiwambia Yanga aje Simba wajifunze upole wetu waupeleke Yanga, nani ataweza? Hatuna cha kujifunza kwa Simba, ni sisi tujifunze wenyewe, tutengeneze mipango wenyewe, tufanye mipango kama sisi iliyo, iwe sawa turudi kwenye mstari. Unaonaje msimu kwa ujumla? Msimu haukunikera mm, kwa sababu mm, tulikuwa tunajenga timu mm, mwaka jana tulikuwa watu washindi wa tatu, mwaka huu tumekuwa washindi wa, mm, wa pili mm, ni mafanikio. Masikitiko ni kwamba hatujapata mm, kikombe chochote mpaka tunapewa jagi kuonyesha kwamba ndio kombe letu. Hiyo imeniuma sana sana. Nimeona paredi la wananchi pale, jang... pale Msimbazi e, juu wamesimama afisa habari, kwa maana ya kwamba tunamzungumzia mwanao ambaye ndo afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans alisha aban Kamwe pamoja na rais Engineer Hersi wakisherehekea na wakionyesha ishara ya kombe la mnyama Simba pale pale. E, mashabiki wa Yanga ndio mashabiki wenye raha sasa hivi kwa Tanzania, ndio mashabiki wenye raha hivi Tanzania. Unajua sasa hivi Tanzania starehe imebakia sehemu mbili tu. Starehe imebakia kwenye mpira tu. Kwenye siasa hakuna starehe hasa sasa. So, ukija kwenye kipindi cha uchaguzi kwenye siasa starehe hakuna. Kila mtu amekaa kimachane machane. Imebakia kwenye mpira, lakini na sisi sasa hivi Simba kwenye mpira tumekuwa kama tuko kwenye siasa, hatuna starehe. Watu wenye starehe sasa hivi Tanzania ni Yanga. Na Nesi mwanangu kila siku anapolala anaomba pakucha asubuhi aendelee kusherehekea. Unasema? Naona kila siku anavyolala anaomba pakucha asubuhi aendelee kusherekea. Kwa hiyo nawapa kongole, nashukuru kipindi hichi, hmm. Ametumia star, amepunguza makali ya maneno sababu amekiri. Haa. Kule kwenye ile timu kuna mzazi wangu, acha nipunguze maneno kipindi hichi, amekuwa na star kidogo simu, simu, simu. Nimebloku mimi waga, tuna tabia yeye akipata janga na block simu. Haa mpaka kitulie, na mimi nikipata janga na bloku simu. Kwa hiyo hatujafanyana na mawasiliano mpaka sasa, kukusalimia hawezi kuja mpaka nipate kwenye simu. Kwa hiyo ngoja nikishawasha simu sasa, tukiwasiliana tutakuja kuonana, lakini ni utani, tumwashie simu. Ah ndio, ndio utani lakini pia Rose <laughs> <laughs> <laughs> inauma Rose inauma kwa kumalizia, okay, eh una lipi la kuambia sasa mashabiki na wanachama wale ambao wanaendelea kugawika, wengine wako upande wa mwekezaji, wengine wako upande wa mwenyekiti, kuhakikisha kuwa wanalisovu hili na kuhakikisha wanaelekeza akili yao na masikio kwenye usajili, ili kuelekea katika msimu unaofuatia, na wale ambao wanakufuatilia wako mikoani, wanatamani kuona amani inarejea kwenye viunga vya Msimbazi, ili kwa ajili ya msimu ujao na mafanikio, kila mataji ambao watashindania waweze kushinda? Mimi napenda kuambia wapenzi wa Simba Hichi kipindi kinahitaji utulivu, viongozi wameona walipojikwaa, tuwaache wayapange, mpaka wayajenge, mpaka waangalie ni wapi walianguka. Lakini tukianza kulumbana wenyewe kwa wenyewe sasa hivi, huyu kasema hili, huyu kasema hili, kasema hili, hili, hili, bado tutarudi pale pale kwamba hatuwezi kutoka na kauli moja. Tukitaka tutoke na kauli moja, wana Simba wote kwamba tunataka nini. Lakini sio kila mtu anataka cha kwake anakipeleka kwenye media, hakuna ambacho tunaweza tukafanikiwa, hakuna tunaweza tukafanikiwa. Lazima tuwe watulivu, tuache viongozi wafanye kazi yao. Mwaka jana tulipiga kelele, mwaka huu tumepanda nafasi moja, tumekuwa watu wa pili kwenye ligi, tumetoa mfungaji bora, ni sehemu ya mafanikio. Natumaini mwaka ujao mambo yatakuwa mazuri. Asante sana.